Mkuu wa Wilaya ya Chamwino Mheshimiwa Janeth Mayanja ametoa kongole kwa viongozi wa Halmashauri ya Wilaya ya Chamwino kwa kufanikisha utekelezaji wa takwa la kisheria linaloelekeza halmashauri kutenga asilimia 10 kwa vikundi vya wanawake, vijana na wenye ulemavu ambapo takribani milioni 347 zimetolewa kwa awamu mbili tofauti tangu dirisha la mikopo hiyo lilipofunguliwa mapema mwezi wa kumi mwaka jana. Fedha hizo zimeenda kwenye vikundi za vijana, wanawake na walemavu wanaofanya shughuli mbalimbali za ufugaji, za kilimo, biashara za mazao, usafirishaji na biashara zinazofanana na hizo, kwa hiyo nawapongeza sana Halmashauri kwa kutekeleza takwa la kisheria la kuhakikisha kwamba fedha hiyo inayotakiwa katika makusanyo mnayokusanya mnaweza kutenga asilimia kumi, na asilimia kumi hiyo mnaigawa kwenye makundi ya vijana wanawake na walemavu. Mayanja amevitaka vikundi vilivyopatiwa mikopo hiyo kwa mabalozi wazuri katika maeneo yao ili vikundi vilivyokosa wawe na matumaini ya kuomba mikopo hiyo kwa awamu zinazofuata kwa kufuata utaratibu uliowekwa na kukidhi vigezo vinavyohitajika. Sasa, nyinyi mliopata mikopo pia mkawe mabalozi. Pale kijijini kuonyesha mfano kwamba nyinyi mmepata fedha za mkopo kutoka Halmashauri ili isionekane basi kijiji kizima, hata kama wengine hawajapata, nyie mnajitokeza, si tumepata, ili mweze kuwatia moyo mwe wengine na wenyewe wafuate utaratibu. Na wao watafanyaje, eh? Watapata. Mkienda kukaa kimya, watu wengine, ukienda huko vijijini wanasema kwamba mbona hiyo mikopo kama haipo, lakini nyie ni mashahidi, fedha zilizotolewa tu kwa mwaka huu milioni mia tatu arobaini na ngapi, arobaini na saba zimeshuka huko vijijini, zimeshuka kwenye kata zetu. Kwa hiyo tuendelee kumsemea Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bila yeye usimamizi wake kwa halmashauri hizi, fedha msingefanyaje? Msingezipata. Kwa hiyo mumsemee Mheshimiwa Rais, lakini pia mwendelee kuiunga mkono serikali ya awamu ya sita. Kwa upande wake, mwenyekiti wa baraza la madiwani halmashauri ya wilaya ya Chamwino Mheshimiwa Edison Sweti Mdonondo amewataka wanufaika wa mikopo hiyo kutumia fedha hizo kwa busara ili waweze kurejesha na wengine wanufaike pia. Huku wanufaika wa mikopo hiyo nao wakizungumza. Mnavyoona nyie, leo mmebahatika, waliokosa ni wengi kuliko kwa, wanatamani na nyie mlipe na, na wenzenu wafanyaje, ili mkimaliza vizuri tena mfanyaje? tumeelewana hapo jamani eh? Kwa naomba mkienda huko msifikirie kwamba mmepata tu, mnafanya mambo ambayo mlikuwa hamjapanga kufanyaje. Kwa yale ambayo mlituandikia kwamba mnaenda kufanya kwenye vikundi vyenu, basi myafuate yale. Sfate wa Oscar Yubwa Abdala ni kijana wa kutoka kwenye kikundi cha Legacy Force. Hiki ni kikundi cha vijana ni miongoni mwa vikundi ambavyo vimeweza kunufaika na mkopo wa asilimia kumi wa halmashauri, ambao huo mkopo unahusisha vijana watu wenye ulemavu na wanawake. Kwa hiyo sisi kikundi cha Legacy Force ni mojawapo ya kikundi cha vijana ambao wamefanikiwa kupata mkopo wa halmashauri wa asilimia kumi ambao ni kiasi cha shilingi milioni saba. Mkopo huu wa shilingi milioni saba, sisi kwa kikundi cha Legacy Force, ni awamu ya kwanza kupata mkopo huu, na tutaenda kutumia mkopo wetu wa milioni saba katika ku, kuendeleza na kukuza mradi wetu ambao tumeuanzisha, mradi wa ufugaji kuku. Jina langu naitwa Ana Sospita Chimbwi, nimetokea kikundi cha Tangamano, kijiji cha Mvumi Makulu. Naishukuru sana serikali kwa kutupatia mkopo wa shilingi milioni tano. Sisi tunajihusisha sana na ufugaji wa nguruwe, kwa hiyo natoa shukrani zangu za dhati sana kwa Mama Samia kwa kutukumbuka sisi wanawake, kutuwezesha katika ujasiriamali katika ufugaji mikopo hii tuliochukua ni tunairejesha ili kusudi na wenzetu wengine waweze kupewa. Mimi naitwa Isaya Jonas naishi Kawawa. sisi ni kikundi cha walemavu, tumeomba mkopo kwa ajili ya kujiendeleza walemavu. Kwa hiyo tunashukuru kwa kupatiwa mkopo pia tunashukuru serikali kwa kutujali sisi walemavu